What's up YouTube? Welcome back. Coach Joram Mamba. Sasa kuna tatizo moja au wanaume wengi wanakoseaga sehemu moja tu. Unakuta ameshafanya the whole process. Ashachukua hatua, ameenda kuongea naye kweli kama vile inashauriwa. Amechukua namba zake, amefanya kila kitu sahihi. Lakini anashangaa anavuja kwenye text au ku chat na anamwambia sasa hisia zake na kumwambia nakupenda, niko tayari kuwa na wewe. Anashangaa anatolewa nje au mwanamke anamkataa. Ana anaishia kusema wanawake hawaeleweki, au labda wanawake wanapenda hela, wanawake wanapenda mwanaume wa namna hii, sio sio mimi. Hataki kujiangalia yeye kwanza, hataki kuamini kwamba kuna sehemu makosea. Kwa kwenye hii video nataka nikufundishe kwa nini, kwa nini si vizuri kumwambia mwanamke unampenda mapema. Ukimwambia haraka kama tulivyosema kwenye title ukimwambia haraka unamkimbiza kwa upasi kumwambia haraka haraka sasa kwenye video nataka nikufundishe kwa nini upasi kumwambia haraka haraka na ni muda gani ni sahihi ambao unapaswa kumwambia mwanamke unampenda na uko tayari kwa kuwa naye kwenye mahusiano kwa stick mpaka mwisho wa hii video na kama ndio first time una join, please like comment subscribe share na washikilizaji zako ili waendelee kujifunza let's go Okay, sasa pointi ya kwanza kabisa ambayo unapaswa kujua ni kwamba wanawake wanapenda tension au wanapenda ule mvutano wa kimahaba. Hakuna kitu mwanamke anachukia kama mwanaume ambaye anaonyesha hisia zake mapema mno. Anachukia sana mwanaume ambaye anaonyesha hisia zake mapema mno, kidogo moyoni mwake anapenda kucheza michezo, anapenda kucheza a game, si ndio? Wanapendaga drama, lazima anapenda drama kwa okay, ukionyesha hisia zako mapema kwake, automatically anakureject, anakukataa. Hataki kujua kama unampenda haraka haraka hivyo Si kidogo, anataka kujua kama unampenda, lakini pia hataki kujua kama unampenda. Kwa hiyo inabidi, inamthrill, inamtengenezea, inam ile hamu ya kutamani kujua, huyu jamani umekutana naye ni cool, ni interesting kidogo, amekaa fun, si ndio? Ananipenda kweli au au nipende, anataka kunipotezea time? Kwa we kazi yako kama seducer au mtongozaji inabidi usimuhakikishie kwamba unampenda sawa, so, You know, make plans kutana naye ongea, piga piga story kidogo, you know, mhug, you know, mpelekea hata vi zawadi, mtoe out, lakini asi usimwambie straight away kama unampenda. Hizi action hizo za kumtoa out na kwenda naye na kuongea, labda like, sometimes mna text yana kidogo au mnapigiana simu kidogo hizo zinamwambia kwamba uko interested kweli, unatamani kumjua, unataka kujua zaidi ya jina lake, au unatamani kujua zaidi ambavyo unavijua, si ndio? Lakini at the same time una au umwambie na unampenda na at the same time kidogo huko ume step back, unamsikiliza. Sasa hiyo hiyo, huo ukimya au huo mkanganyiko kati ya kumpenda na kuto kumpenda, na unatengeneza kitu ambacho kwa Kiingereza tunaita attention au mvutano au msukumo wa kimahaba ambao mwanamke sasa yeye anatamani kujua, jamaa ananipenda au anataka kunipotezea muda ili ni move on, kwa anashindwa ku decide. Paka wewe sa umwambie, kwa jitahidi sana, jitahidi sana, usimwambie mapema kidogo. Mpe hii mvutano, mpe hii mvutano, mpe hii ate hii tension ambayo itamfanya aendelee kuwa stuck on you, itamfanya aendelee kung'ang'ania, atasubiria majibu. Trust me, atasubiria majibu yako. Kuliko huyo jamaa ambaye amekutana naye siku ya kwanza siku ya pili akamwambia tayari anampenda. Okay, sasa point number mbili ni kwamba the chase is necessary ya, kuku, kuku kimbiza, au mwanamke kukukimbiza au kukuchase au kutaka kutongoza ni muhimu mno. Wanawake wako very weird. Tofauti na sisi, yani kama unataka kitu una, unasema straight away. Sindu, lakini mwanamke kidogo anataka a chase, anataka kidogo asiusiwe au yule mwanamume asiwe ndo pekee naye invest kwenye mahusiano si uh, si, ambaye pekee anayetaka kuinvest kukutana na nini na nini, lakini naye pia anataka a participate, anatamani ashiriki kwenye ku, kuelekea ku, kwenye hayo mahusiano sambonyi wawili mnataka kwa, anataka naye a spend energy. Sasa akishaona kama we tayari usha play kila kitu, akishaona kwamba tayari hisia zako uwesha zimwaga chini, hakuna hiyo thrill, hakuna hiyo thrill ya chess, hapati ule utamu kukukimbiza kidogo, kuchelewa kujibu message zako sometimes, anatamani ku kusubiria kuona text yako every morning. Lakini kama ni wewe ndio kila siku unamtumia good morning, kila siku wewe ndio unampigia simu, kila siku wewe ndio unamsumbua ana, anaona kama huyu jamaa ananitaka sana, anaanza kukuogopa. Hata sometimes anaona eh, huyu jamaa vipi? Yani anashangaa mtu gani wa huyo wa wa kawaida ambaye ghafla tu ameanza kumpenda. Kwa kitu ambacho unapaswa kufanya niko kidogo ni kumruhusu na yeye a participate, mruhusu na yeye ashiriki kwenye ku, kukutongoza au kwenye kujenga hayo mahusiano, si ndio? Muache kama ukishampigia simu mara mbili tatu, mwache na yeye siku moja ajisikie kukupigia. Ukiona ajisikie kukupigia hiyo ni indication ya kwamba sasa akutaki. Lakini ukiona ukikaa, uki, siku mbili tatu na yeye anakucheki e, anakupigia mnaongea, ujue yes, huyo yuko interested. Ndio kitu anachokitaka, anataka na yeye a participate, anataka ahusike kukupata na kingine, ambacho they are looking for ni usiwe, isiwe predictable. Usiwe mtu ambaye anaweza kukutabiri sijui kama unampenda haraka haraka. Yani, mwanamke ni kama mwindaji. Mwindaji hawezi akaenda porini, amejiandaa na silaha, ameka panga, mishale, bunduki, yuko ready kwenda kuua swala porini, afu anafika porini anakuta swala ameanguka hapo chini labda alijikoa akafa, hata kuwa na ile excitement kwamba yes, nimepata swala, nimemkuta amelala. Hiyo haitamfurahisha mfurahisha penda kwamba amekuta kitu i amekiokota chini. Anataka kidogo aingie sasa, akimbize swala, achanwe kidogo na miba, ateseke kidogo, afundo akipate. Kwa kazi yako wewe kama mwanaume ni kutokumrahisishia kukupata kuku, usimrahisishie kuku kupata teksi zako usimrahisishie chochote, actually fanya kidogo iwe ngumu kidogo, afu hiyo rahisi kidogo, sijui mimi ni understand yani, usiwe ngumu sana yeye kukupata, lakini pia isiwe rahisi sana yani, tengeneza ka ugumu fulani ambao kama anataka au, aka ka ugumu kaondoke yeye, sasa ndo spend energy yeye, sasa ndo a, a, a make plans sasa. So, hey, juzi mimi nilitoa out, leo niko free, tunaweza tena tukatoka out. Ukishaanza kuona yeye ndo anaanza ku make plans, ukishaanza kuona yeye ndo anakuwa anakupigia sometimes au anakukumbuka sometimes, anakutext anataka kuchat, ujue yes hiyo ndo time yake yeye anatamani sasa kuparticipate. Hiyo ndo wakati ambao anataka kuhusika na nani li, na kuwa na yeye kwenye, kwenye, kwenye, kwenye thrill ya kuchase. Lakini ikiwa amekupata kirahisi, hatafurahia hata kidogo. Ukimwambia nakupenda siku ya pili siku ya tatu, afurahii. Kwa ndo maana nakukataa. Anataka mtu ambaye kidogo ni mgumu kumpata, kidogo ambaye hata mchase. So the chase is necessary. Mwanamke kukutongoza ni muhimu. Okay, sasa ya mwisho ni kwamba Kimya kina nguvu. Unajua wanaume wengi tunafikiri kwamba ukikaa kimya ndio unazidi kumpoteza. Kila mwanaume ambaye nishakutana naye ambaye hajui kucheza na hisia za wanawake anafikiri kwamba ukikaa kimya ndio unampoteza yule mwanamke, lakini instead ni opposite, ni tofauti. Jifunze kutumia kimya, kuruhusu mwanamke akutafakari. Mpe muda wa kufikiria, mpe muda awaze unafanya nini saa hiyo, mpe muda awaze kwa uko sehemu gani, mpe muda wazi kwamba je, utakuwa na wanawake wengine, si ndivyo? kwa i, kile kimya badala ya ku ya kuzima ule moto ambao umeshawasha before, ndo actually unachochea ule moto, ile desire ya mwanamke kutamani sasa kukutana na wewe, kwa sababu hajasikia sauti yako muda mrefu kidogo, hajakuona muda mrefu kidogo. Lakini kama kila saa uko on her face, unamtumia text, unampigia, akituma message unareply hapo haraka haraka, hiyo inamfanya ahisi kama ah, huyu jamaa ni too familiar. Unamfanya aone kama ah, huyu jamaa ni rahisi sana kumpata huyu. Huyu jamaa hana mystery, huyu jamaa hatabiriki, huyu jamaa anatabirika, ni simple kidogo. Mpe hiyo ukimya, ule ukimya kwenye ku reply text, usireply haraka haraka kidogo, mcheleweshe, msubirishe akaya wazi kila saa chungulie simu yake, cheki huyu jamaa atakuwa amejibu kweli, huyu jamaa atakuwa amejibu kweli, kila saa cheki kama kuna miss call yako. Sometimes mnapokutana pale unaonyesha sa interest kote huku, ume play play games, umechelewa kujibu message sometimes, unampigia sometimes unampigia, lakini mkikutana you show interest kabisa, lakini humwambii na kupenda, humwambii hicho kitu, unamwonyesha tu kwa ku smile kidogo, unamtiz una flirt, unaonyesha sexual interest something kwa chini kidogo ile, yani kwa hali ya chini kidogo, siyo unamwambia kabisa na kutaka na kupenda na nini. Hiyo unamkimbiza kwa ujifunze kutokuonyesha kuonyesha hisia zako mapema. Ukionyesha hisia zako mapema, you are more likely ku, ku ruin your chances, utaharibu tu chances zako za kumpata mwanamke.